Yes, tumekuwa tukiongea history ya kubebea watu mizigo when traveling from one place of the country to the other, ama unaamua ku travel abroad. Maybe you are there, you are planning to go abroad, uko hapo unaamua kutembea nchi nyingine, unaamua kutembea Qatar, USA, Dubai any other country, na mtu amekwambia umbebe mzigo umbebe na umpeleke. I'm not saying ni vibaya na people have been doing so. But if you're not sure about what you're carrying my friend, you can decision to say no ama mimi sitaweza to save yourself kutokana na ngoli. Now, here there is a real story of a lady, a Kenyan lady mwenye amejipata upande wa Vietnam na saa hizi ana count hours and days ahukumiwe kifo. Now I will give that details over that ready. Hiyo story ndio imenileta hapa lakini nataka tuelimishane because we are Kenyans and we are Africans and we are friends and we know that people wamekuwa wakitumia other friends setup. Unajikuta kuwa ngori, hautawahi jitoa because ukishikwa na nchi ingine, for example, umeenda USA umeshikwa na mihadarati You are not under Kenyans hata kama wewe ni Mkenya. Sasa wewe uko na i government ya huko ndio imekuhold na inakuhukumu kulingana na sheria ya hiyo nchi. Kama umekuja Qatar ushikue na dawa za kurevya, Qatar unahukumiwa kulingana na sheria ya hapa, sio ya kwenu. Now the story is here, even before I go there, now there is this story before, and it's a real story Kijana mmoja walikuwa wanafanya kazi hapa Katala, na akaambia jamaa mimi naenda vacation. Alikuwa anafanya kwa kampuni fulani i won't name it but it's a little story, na jamaa akaambia jamaa, mimi naenda Kenya vacation. Jamaa akashuka vacation Kenya, akaenda akafanya mambo yake, akatembelea familia, akatembelea anti yake, na hiyo story akamaliza but akitaka kurudi, kuna jamaa aliacha hapa Qatar, akamwambia hello, ni aje? Nasikia unarudi tarehe fulani fulani. Akamwambia e, narudi tarehe fulani e, so kuna kamzigo fulani. Huyu jamaa akiwa hapa Kenya Qatar, akamwambia kuna kamzigo fulani, nataka upatiwe mahali na besti yangu uniletee wapi, huku, huku Qatar na jamaa akakuwa okay, ni sawa tu, huyu ni rafiki yake, hawajai kuwa na issue eh, na hajai kuwa na hajai suspect anything. Unaona, for example hata unaweza kuwa unakuja na mtu akupigie eh, uh, nini simu endao nikuje. Watu wamekuwa wakifanya hivyo friends, yeah. Na sijasema usibebee mtu na nasijasema usikaibebea usitume usi, usi usitume mtu but make sure unatuma kitu legit, na make sure kitu yenye umetumwa, hata kama ni nini, confirm before even you uweke kwa baga ama uwe, upande ndege. Confirm nini hiyo, you have the right to confirm because hapo ukijipata kwa ngori, my friend, ni wewe peke yako, si yeye na yule. So jamaa amechapa vacation yake vizuri ten, ten, mzuri pale mtaani, amemaliza anarudi kazi katani Kumbe huu jamaa mwenye anabebea mzigo huku jamaa huwa ni Pedra. So ame organize na Pedra wake mtaani, akamwambia oya, kuna jamaa yangu anakuja huku, hebu ni organize hizo staff na ujue vile utazifunga. So jamaa ameenda ule, wame kama na idea hizi hizi, nini zitafika, zita, zita aje huko zitakuja aje huku. Eh? So, jamaa alikuja na idea yenye, yenye hauwezi hata wewe mwenyewe kufikiria. That's why nakwambia hizo mizigo unapeagwa, you have no idea about it. Do you know what they did? Let me use my shoes here. Ule jamaa mwenye alipewa ile kamzigo alienda akachukua ule Pedro wa mtaani, alienda akachukua zinaitwa nini hizo dawa hizo hizo sasa akazisunda kwa kiatu ndani, alafu akapiga uzi raini ya ndani. It's not open shoe, na maanisha namaanisha kiatu crossed, akapiga uzi ndani huko ndani eh, huko ndani, na zikakaa hapo. Ni kiatu yes, lakini product zimewekwa hapo ndani, zimefungwa vizuri kwa viatu zote mbili. Alafu anachukua mizigo anapelekea mama eh? So wamesha organize ule Pedro, amepelekea ameshafanya vitu zake, na ni kiatu mpya <coughs> imeshonwa ime kwa products na, na, acha nizitumie products, zimewekwa hapo ndani ya viatu na zimeshonwa ndani, alafu anadua pelekea bibi ya huyo jamaa, bibi huyo jamaa naye hana idea. Sasa jamaa wangu akirudi vacation, akirudi huku kazi akaambiwa hebu enda mahali fulani upatiwe na bibi yangu kitu fulani. hii dirni, huyu jamaa akaupa. Katara na Pedro peke yake mwenyeako mtaani Kenya, wao ndio wanajua nini kwa ndani hiyo kiatu. Hata bibi huyu jamaa hajui, huyu mwenye mwenyeako huku Katara hakuwa anajua. So yeye alitetewa kiatu na akaambiwa, kuna jamaa anarudi huku, Katara amletee ampatie. Jamaa wangu na amemaliza vacation vizuri amemaliza kusherehekea na familia. Hana ha, hana hana, ye ni very very innocent. Ameenda amepewa kiatu na bibi ya huyu jamaa. Amepack, ameona ni kiatu, amefunga hata hakuwa na idea. Ameletoa tu kamzigo imefungwa tu. Akamwambia hata ni kama ni kiatu hii. Eh, ni kiatu. Na akasunda ndani ya suitcase yake. Jamaa JKIA na akapanda na akafanya check-in. Jamaa akapanda ndege br mpaka hapa kata jamaa hana idea nini amebeba kwa kiatu, anajua tu ni kiatu amebeba. Hana mpango yote huyu rafiki huyu jamaa amefanya. Hana hana hana hana, anajua ni kiatu amebeba na kamzigo alipatiwa bebe kabisa. He is very innocent ni very very innocent, kitu iko ndani ya suitcase na imeendea kwa belt. Wamefika Katari vizuri, check out nini nini, lakini bag pare hivi kwa belt, unajua vile kunaendanga imewekwa X kidogo kidogo, ikiwa imewekwa X makarao ndio hawa. Jamaa ameenda ameambiwa, ame hii bag ni yako, unaiconfirm ni yako eh? ni yangu. kuna kitu yote unajua umebeba? Hapana, ni, ni, ni nguo tu. ulikuwa wapi? nilikuwa Kenya nini nini, okay tuingie hapa custody, nini, nini nini. Wamefika pale wamefungua bag, bag imefunguliwa. Jamaa naambiwa tuambie, kuna kitu umebeba wewe? Ni nani, wewe ni, of course jamaa, kwani kumeenda aje? hey, bagi imefunguliwa na viatu zimetoanishwa nini nini, vitu zake ziko sawa, ziko sorted, lakini kuna haka kamzigo amepewa, kamewekwa pale kando. Akaulizwa tena kabla ifunguliwe, nini iko hapa ndani? those are my shoes. Unajua of course, hata hata asema ni rafiki yake alimtuma. they are my, they are your, are you sure they are your shoes? ni viatu zako? And that's how jamaa alijipeleka akafunguliwa viatu, viatu zikaangaliwa, jamaa, vitu alionyeshwa hapo, alisikia kuanguka Bangi iko ndani ya viatu, katikati ya inasol na nini hapo. Ndo zimesindwa hapo, na uwezi jua zimesindwa hapo. Viatu zote mbili anafunguliwa, kwa kiatu hivi bangi tani. Kwa nilikuwa nimesema, niseme product x My friend hizi ni nini? Of course ukianza story za ni rafiki, how that's a wrong story, sasa umepotea. Ni rafiki aliniambia, alinituma hizo zote. Akaambiwa nini, okay, polisi wakakuwa tu waka calm down, wakajaribu ku, kupigia huyu jamaa akamwambia yeye hey, akaambiwa wesa, utatuambia hizi vitu ni nani umepelekea, ndio wajaribu kutrace huyu jamaa mwenyako huku ndio waona hizo product vile wanaweza mjua, huyu ni pedra kwa huku na anatum, anafanyanga trafficking aje. Jamaa vile alipigiwa simu kama mbili tatu hivyo nne, ni kama alisuspect ai, na polisi walijua watampigia na namba yake ndo at least asishikanishe rada, so of course kuna vile kulienda hivyo. Jamaa aliingia nyasi kabisa, jamaa alisuspect akaingia nyasi kwanza. Sasa jamaa ni ya kule ngori peke yake, jamaa alikula ngori peke yake, that is immediate deportation na fine kubwa kama kibao. Alidipotiwa na next flight na akapigwa fine, na mtaani anafika hivi kama mebambwa na mapolisi hivyo, and that's how that jamaa alienda akafungwa into jail na sijui vile walifikishana huko mbele, kama aliachiliwa later lakini that's how alikuwa, na passport yake ikapigwa pap deportation. huyo kukuja hapa ni. The guy was very innocent, alikuwa narudi kazi bila yeye kuwa na shida, na alikuwa anasaidia mtu bila yeye kujua, na hiyo kutojua sasa ndio ilimpeleka ndani. So ni very very cautious kuangalia what are you umebebea mtu nini, na tutoke kwa hiyo story sasa to come. This real story ambayo ime happen just the other day. The other day today sasa imemfanyikia ni tarehe ya saba. Huyu msichana ametafuta kazi Kenya. I'll just pin a video here. Ametafuta kazi Kenya. <clears throat> Sasa amepata kazi Vietnam. I know you may come across this video ama this picture ama this story, na maybe you have the information, but huyu madamu alipata kazi akaenda Vietnam, ameng'ang'ana, amepata visa, amepuru kufika huko. Kenya jamaa amepewa kamzigo, madamu amepewa kamzigo na mtu hamjui, ni ile mnaenda hivi tu kwa reni hivyo, unapewa mzigo, unatokelezea, mnasaidiana tu, mnaenda mkijuanaga na mtu, kumbe mtu anajua ni nini yako nayo eh? anataka tu yeye imtoke kwa mkono, ivuke ile saidi ingine. Na sijui vile yule jamaa aliweza kuinbox hiyo msichana mpaka akambebea akamzigo hiyo bagi. Sasa wacha wafike check-in Dem ameshika bagi yake hapa na ya huyu jamaa eh, hana habari nini iko hapo ndani jamaa me... dem ameenda amefanyiwa check in, bagi sasa, kuna vile inazungukaka, unaigoja mpaka unaona hapa, ai, madamu anaitwa pale kando, anaulizwa, nini umebeba kwa hii bagi madamu? Madamu anasema kuna ni nguo tu, ni bag, ni vitu tu zangu Uko sure nini umebeba kwa hii bag, madam? Hana idea ni mgeni amekuja kazi ameanza, sijui sijui sijui sijui. And I wonder, why do do you have to do such to an innocent soul. Demo amefika pale check out check in, bag yake imekwama mwenye alimpatia bag amejaribu kumtafuta, hamuoni, amepotelea huku ameenda eh. Ama mboi, bag ni yako hmm? I bag ni yako jamaa. Ametafuta kwa CCTV haonekani, lakini uzuri wali capture the picture ya huyo jamaa. Sasa madam ju jamaa hakushikwa, ha madam ni yaliangukuwa kwa gori ngori ya Vietnam ni, ni aje jamaa. Madam amepatikana na product zingine hata kuzitaja hapa, worth millions of money na they are very prohibited huko. Madam ameshikwa, amepelekwa ndani na kesi ni after 14 days, kama tamsen condition haitakuwa adhered to, madam ananyongwa siyo, life imprisonment huko. Sheria ukipatikana na product kaliwari, kalas so as we speak today accounted 7 anagoja another 7 days to go, kaliwari anyongwe. Mtoto wenyewe maskini ametoka nyumbani amekura shida Kenya, amekuja ka Vietnam, amepata kavisa kake ameteseka. Mungu wa majeshi! Sasa amekuja kuomoka, amekuja kuomokea kwa kifo, amekuja kuomokea kwa kifo. Ama hata ni kuomoka ama ni kifo inampata, madamu ametoka kwenye yako ni kifo inampata ama ni kukuomoka? Ebu wewe niulize, umetoka Kenya, unaenda USA, unaenda Canada, unaenda wapi? Unaenda Qatar, unaenda Australia, for your first time umebebea mtu kamzigo, haujajua ni kanini, umebebea ndani, umefika huko, umeenda kukutana na kifo yako. Ali we una unafuraha, umefurahiwa na watu wengi, umeenda kazi, umepata kazi majuu, kumbe umeenda kukufa. Things really happens so that you can learn a videos like this one really happen or maybe, inafanyikanga ndo uijue, because tomorrow you will travel. Maybe you wewe ndio utatumwa, ukitumwa wewe ndio utatumana usiporane na watu wengine, na vile na heri kusoma na wengine. Heli mtu akwambie wewe ni, mu, ni mujinga wewe ni, mu, wewe ni wawivu hukunibebea. Even in yourself don't, there are people who don't even trust themselves, how can you trust other people? Vitu zenye umebeba, na sijasema hivi tusitumane ama tusi, but confirm nini hii umebeba, ni kitu inaweza kulia ningusha kongoli? Hapana, you can go for it, confirm. Can I confirm? hata kama akikata, mwambie mutu akikuletea mzigo umwambie let me confirm, ni nini hii. Asipo kubali mwambie, wewe na mizigo yako. Hata kama wewe ni kazini yangu ni anti yangu ni sista, wewe kaa nayo kaa nayo, haliwari, you better be on a safe side than we hope that the government of kenya watasikia history simon kibe ni yako na history pampa tuba we hope so government can do things before those seven days zishe because sasa ye amekatiwa kesi kulingana na nchi hiyo na they have right to do whatever they want because you, found, you found guilty Hakuna kitu mbaya kama kufungwa nchi ya wenyewe. I know kuna watu wamefungwa nchi za wenyewe. May God help us, isikawahi kuwa hivo. Hakuna mtu anaweza kujikinga na kujizuia kabisa, but tricks normally comes. Unaweza ua, unaweza gonga mtu, unaweza umiza mtu, unaweza jipata kwa ngoli, lakini Mungu anaweza tuokoa kwa hizo ngoli. May it not happen. Kufungwa nchi ya wenyewe is something that is very hectic you cannot even explain, kwa sababu nchi zingine ziko na sheria kali kuliko hata kwenu. Kwenye unaweza shikwa na bangi, uongee na polisi akuachilie, unaweza ukatoa fine kidogo uachiliwe. Kuna kwingine, hiyo hongo hawajui. Kuna wengine kupatikana na hiyo product kama kio ama nini, ni kifo, and that's how they have been doing, so whatever they have been doing to their colleagues to their enemies, to their criminals the same same. Hawataki kujua kama we ni mgeni ulikuja, ati umekuja ati umekuja kutafuta, wewe ni trafficking, wewe ni pedra, wewe ni guys. Hata kama niwe tafadhali, wewe wacha kutuma mtu vitu, wacha kuambia mtu, wacha kuwekea mtu mashida, stop kama wewe una wewe umeshindwa kuvukisha hizo vitu, wewe umeshindwa kuvukisha, sasa unatumia rafiki mwenzako, uone una experiment na rafiki yako uone kama zitafiku, kufikia eh. Wewe umeshindwa kuzivukisha, wewe umeshindwa ku, kuzipeleka kwenye unazipeleka, so unatumia rafiki yako, na hivyo ndio, mwizi ni kazi yake ni kuiba kuharibu, anaharibu, anahakikisha ameharibu so hiyo katika kuharibika ndio anatumia rafiki yake aharibiwe na maisha yake na maisha We hope that she will get justice before the days ya kufika kunyongwa. It's not easy kufu, hata heri kufungwa kunyongwa, 14 days umekufa na ulikuwa umeenda kupata, kupata maisha. It's something that is very horrible, sounds very horrible, horrible sounds by the way, sounds very horrible sounds very horrible. Let's be very careful na zile vitu unabebwa, unabebeana. Very very careful. Confirm, confirm ni nini ni, na nini. Confirm. Very careful. Kama kwanza ni kamzigo kamefungwa. Vitu mingi zimefanya watu waumie. Simu za kuibia, za kuibwa. Laptops, bed, drugs. You know? Those things you know how normally it happens and I remember there is a time I give a story of a woman from Nairobi mwenye alipatikana na simu ya kuiba alipatiwa kasimu ya kuiba na si ye simu hizi simu za simu ya kuibiwa na ye simu hizi She is very honest amepata na jama kwa street amejifanya babake amekufa jamaa na insista mwachie kasimu But madam alikuwa amekata, unfortunately, mara mwisho madam akakubali, akaenda akaiweka. Siku moja simu yake ikapotea, akasema aiweke yako kasimu kenye alipatiwa before anunue yake, kuweka hivi, mwisho wa sita ikaanza hapa, second hand phone second hand phone second hand phone second hand phone, they have put people in drive that second hand, you know what I mean? Wewe, wewe, wewe unataka kununua second, wewe we. Nwewe nunu, wewe wewe nunua nunu, wewe. Second hand phones at your own risk. Wewe wewe, wewe. We hujui duka ya simu kwenye? Wewe haujui duka ya simu kwenye hiko unataka suwache, siyo pesa ukule mandazi na manyonyoisi na makeki Siuwache hizo mavitu unasema, siuwachane na simu sekondi. We unaniona hapa, siuwachane na simu second hand, siukimbie ukanunue simu mpya, siusevu ukanunue simu mpya, siuwachane, siutumie katururu yako. Wachana na second hand phone hiyo, ni jera inakuita. Mimi hata ukinipe, hata ukinipea Samsung hata kama inameremeta, kumeremeta, hata kama inajichukua, kama sijaichukua, hata kama inachukua video, ina zoom maraika, ina zoom, ina zoom USA, ina zoom Trump akiwa nikiwa hapa, ina zoom Australia nikiwa hapa, hata kama ninaipiga hivi, inazunguka kama mabadro madobodoro bodo, never use second hand phone, don't even in your life Wewe unang'ang'ana hapo unasema, nataka kununua, nani anataka kuniuzia we? Huyo rafiki yako huyo unamnazungukaga na naye eh, huyo kwa kesi hakunaga ni rafiki. When it comes to kwa koti hakunaga ni rafiki, ni wewe umeshikwa na ya kuiba Ha, huyo alikupatia huyo, sasa si huyo, wewe ndiye muwaji. Kama hiyo simu labda, mwenyewe aliuliwa ama alifanya N, N, N cases that written on that, hiyo sasa inakuangukia wewe. Go buy your own phone, mpia hatanunua ya ngili mbili hata mangili tano, mpia hata kama ni mzee ina blik blik hivi. Kama inaona kama tochi mzee, use that one imepasuka vio, hauna pesa ya kulipea, use that one. Otherwise hakuna mtu ana regreti kama ukuu umeingia kwa mikono ya serikali. Anyway, thank you guys for watching this video, let's pray for that ready. Aki amani tu imu, imu, unaweza hata kufa before the days. Hakuna kitu mbaya kama kukauntiwa siku za kuishi, nothing that is very painful in this world kama kujua uko sawa, haumwi hauko mgonjwa, lakini umehesabiwa 7 days to die, 10 days to die. Unajua kuna ile ya kuwekwa prison, that one you can really adjust, lakini kwambwa umebakisha siku kumi ukufe and no one is there, hakuna hata watu wenu karibu. Si ati ni, ni Moranga Nairobi utapigia simu uambie kujeni jameni. you are far away from your home, be very wise. When unabebea mtu mizigo na wakati unabebea mtu vitu za wenyewe like that one, kama amekutuma, confirm, fungua, rarua hiyo. Vile wengi wanakuja wameisiri, wameisiri, wameisiri, wameisiri, wameisiri eh? wow, unasema hasi, nika mzigo tu inakaa kama ni, ni mawe mawe ni nini hiyo, ni kama ni maragwe eh? ni maragwe, hii ni maragwe eh? ubepe ube eh, ni mahindi <coughs> hii ni, ni mahindi nimpelekee mahindi. Hii ni, ni kama ni kahawa ni chumvi ni, ni sukari ni mafuta ni unga ama ni nini, hata ni, kujua ni utai kujua ni, ni nini iko hapo ndani e unagonga gonga hivyo we ni kipimi gonga, gonga di hivi <laughs> unasema ni, ni, ni, ni unga hmm? na, na, na, ni nini ni? Hmm, ni ngumu hmm. Unaambiwa ni sabuni eh. Eh, okay, eh nai na, na gine side igine ni nini ni mayai ni, ni? Hmm. Ni, Ini, ni o, na hii ngine we raruwa haraka sana pate bangi meko wapo ya elfu kumi na tano ama milioni ishirini hiyo mambo ya kufinya finya kitu ikuwe, si mwambie na sio must ubebe. Sijasema hivi tukose kubebeana, lakini sio must ubebe, na kama ni lazima ubebe, ni nini, nabeba, weka chini, fungua, rarua, fungua, rarua, toanisha, angalia, confirm, make sure you are safe. Hata ukibeba vitu za wenyewe, uko safe, nikaunga, nikamchena, nikasukari, umefungua kila kitu, umeconfirm na, that is it. Thank you for watching this video. This is Mc Wamaji. If you have not subscribed guys, we are road to 1000 subscription and please guys, remember to subscribe as we reach it, hope for the best and we pray for that woman that aki neema ya Mungu imtoshe, na Mungu amkumbuke mahali yako. Juu siku za Mungu mutu ziko na mikononi mwa Mungu, haziko kwa mikono ya watu, haziko kwa mikono ya majaji na manini, but ziko kwa mikono ya Mungu na Mungu amuonee neema. Amuonee neema na woi, mwenye alimfanya hivyo ulimfanya vibaya sana. Mm. Ulimfanya vibaya sana kwa sababu maisha ya Kenya ni ngumu, kila mtu anatafuta mizi za kupotea. Kenya tukiweza fungua kabran kamurango hivi hivi. Eh? Kenya if there is, people can overflow huku kwa hewa vibaya sana. Let's hope for the best and we pray. And thank you for watching me. This is Mc Wamaji an and see you.